Sauti ya Kitaa, Sauti ya Jamii, Daktari Magbaya Ndani, na hii ni Ndani Media, na kuja moja kwa moja kutoka jumba lililoporomoka maeneo ya Makadara, Kilifi Kona. ah, mwanzo, congratulation kwa wote waliohusika, kazi imeonekana me, vizuri sana e, haikuleta hatari kubwa ambayo tulikuwa tuna mshtuko nao, na watu wote wako salama, kazi imeenda vizuri. Uh, ni furaha kubwa sana kwa hili jengo limeweza kuteremka bila kuleta hasara kubwa. Uh, congratulations the governor and uh, pia wale ambao walikuwa wanahusika wanajeshi waliokuja kuweka zile bomu za hapa za kuteremsha. Tumeona heshima kubwa ambayo imefanyika kwa wale wote wanaikaa hizi sehemu, wameweza ku koperate na county government na serikali kuu. Uh, na hivi sasa tumeona kila kitu imerudi ime normal. Uh, <coughs> sauti ya kitaa. Asante, Abdusamad twafurahi kazi yako nzuri bwana. Ala kumbe kitu kidogo hata tukufikiri bwana inaweza fanyika namna hii rahisi. Sisi ma uongo hii shughuli ya leo mwanzo imesimamisha biashara pale mjini. Cha pili, mimi nilikuwa natarajia maybe hiyo hiyo mlipuko itakuwa mlipuko wa ajabu sana, yani itasababisha maafa mengi hata hmm, mimi mwenyewe sikwenda kibarua. Na muhimu ni hakuna vifo ama majeraha. Ah, mimi kweli menatiri kwa sababu ile hakukuwa na maduka wala nini, kukuwa na kazi watu wa kutoka ikua ukitoka nje nje ya nyumba ambao urudi na kuna sehemu likua hawezi kufika saupata abiria kwenda sehemu ya huko ibidi sasa umwache usimbebe. Eh, si bilo, watu walikuwa wanatembea kila kitu kilikuwa kimefungwa. Eh, lakini kwa upande mwingine si, amepiga imepiga bu alafu kila kitu ikaanza kunia, yani kila kitu ikanini, yani anakula... mstuko mkubwa kweli kabisa. <mukubwa> <mukubwa> Sauti ya Kitaa.